Vilevile vile, TAKUKULU imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 2.15 iliyotokana na ukwepaji wa kodi ya zuio yani, withholding tax. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki takukulu imekamilisha uchunguzi wa majarada 728 na kuwezesha kuchukuliwa hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Kati ya majarada hayo 17, ni ya rushwa kubwa ambayo yanahusisha thamani ya shilingi bilioni moja na kuendelea. Chunguzi hizo ni pamoja na hizi zifuatazo. Moja, mkataba wa upangishaji wa jengo la Ngorongoro tourism center shilingi bilioni 7.96 ambapo watuhumiwa walimpangisha mteja chini ya bei iliyoelekezwa katika operation plan na bila kupata ridhaa ya bodi ya wakurugenzi. Mbili, vitendo vya rushwa na utakatishaji fedha kiasi cha shilingi bilioni 4.2 kwa watumishi wa kitengo cha agency banking cha benki ya CRDB kutoka kwa mawakala wakuu super agents, ili wasiwasitishie mikataba yao ya uwakala. Tatu, vitendo vya rushwa na uchepushaji wa fedha kwa kushirikisha watumishi wa benki na watumiwa wengine kama ifuatavyo. Shilingi bilioni 2.35 zilizochepushwa na maafisa wa benki ya ABC kupitia miamala iliyofanyika na kurejeshwa, yani teller reversal entries. Miamala ya kutuma pesa kutoka kwenye akaunti kwa njia ya simu, mobile banking transfers, kuruhusu miamala ya kupitiliza iliyofanywa kwa kupitia katika huduma ya kadi ya malipo ya kabla. Yani card in connection with card services. Nine, vitendo vya rushwa na kuisababishia serikali ya sala ya shilingi bilioni 29 kwenye zabuni ya ujenzi wa daraja la Kijichi Toa Ngoma na barabara ya Mwanamtoti katika wilaya Kigamboni jijini Dasa. Vitendo vya rushwa vilivyofanywa na kampuni ya Nat Group Limited kwa kushirikiana na watu wengine kama dhamana wakati wa kuchukua credit bond yenye thamani ya shilingi bilioni mbili kutoka First Assurance kwa lengo la kupata uwezo wa kununua mafuta aina ya petroli kwa njia ya mkopo kutoka katika kampuni ya usambazaji mafuta ya United Petroleum Limited. Na sita, vitendo vya rushwa kwenye usambazaji wa vifaa vya umeme vyenye thamani ya shilingi bilioni 2.01 katika bohari ya TANESCO mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Rais, majalada mengine yaliyochunguzwa yalihusu moja, uchunguzi wa tuhuma 285 ambazo zilitokana na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, CAG ya mwaka 2022 2023. Kutokana na tuhuma hizo, a tuhuma 145 zilifungwa kwa kukosa ushahidi unaothibitisha vitendo vya rushwa pasipo shaka, yani beyond reasonable doubt. b tuhuma 140 zilifunguliwa majalada na uchunguzi wake kukamilika, ambapo watuhumiwa walifikishwa mahakamani. Che katika kesi 140 zilizofunguliwa mahakamani, kesi 55 zimeamuliwa na jamhuri ilishinda kesi 41, kesi nne zimeondolewa mahakamani na kesi 81 zinaendelea kusikilizwa katika hatua mbalimbali. Vilevile, tuhuma kwenye majalada 15 watuhumiwa wamechukuliwa hatua za kinidhamu kwa ukiukaji wa taratibu mbalimbali. Majalada mengine ni ya uchunguzi wa tuhuma 135 zilizotokana na taarifa ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA ya mwaka 2023. Uchunguzi wa tuhuma 84 ulifungwa baada ya kukosekana ushahidi wa vitendo vya rushwa. Tuhuma 46 bado zinaendelea kufanywa uchunguzi na tuhuma tano zimechunguzwa na kukamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria. Majalada mengine yalihusu uchunguzi kuhusu tuhuma za ubadhilifu wa mapato ya serikali kupitia kiasi cha shilingi bilioni 46.46 kilichokusanywa kupitia mashine za POS. Kutokana na uchunguzi huu TAKUKURU ilifungua majalada 281 ambapo washitakiwa katika kesi 73 zilizofunguliwa mahakamani wametiwa hatiani na kurejesha fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.2. Kesi 86 zinaendelea mahakamani, majalada 35 uchunguzi wake umekamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria, majalada 19 uchunguzi wake umefungwa, watuhumiwa katika jalada moja wamechukuliwa hatua za kinidhamu na uchunguzi wa majalada 67 unaendelea. Mheshimiwa Rais, sababu za ubadhilifu kuendelea kujitokeza kwenye ukusanyaji wa mapato ya halmashauri mbalimbali nchini ni hizi zifuatazo: kukosekana kwa usimamizi madhubuti kuhakikisha fedha inayokusanywa inapelekwa benki, baadhi ya wasimamizi na wahasibu kushirikiana na wakusanyaji kujinufaisha na fedha hizo, na baadhi ya wasimamizi kukosa uadilifu. Hivyo ni vyema viongozi wa halmashauri wakaimarisha usimamizi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato ya serikali. Eneo lingine ni uchunguzi kuhusu usimamizi wa masuala ya ardhi. TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majarada 21 kuhusu tuhuma za vitendo vya rushwa katika umilikishaji wa viwanja. Kesi 21 kuhusiana na tuhuma hizo zimefunguliwa mahakamani. Kati ya majarada hayo, majarada kumi yalihusu jiji la Dodoma pekee. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU iliendesha jumla ya kesi 978 zikiwemo kesi mpya 462 zilizofunguliwa mwaka 2023/2024 na kesi 516 za miaka ya nyuma katika mahakama mbalimbali nchini. Kati ya kesi hizo mpya kesi tano zimefunguliwa katika Mahakama Kuu Divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi na kesi 457 zimefunguliwa kwenye mahakama za wilaya na hakimu mkazi. Kati ya kesi hizo 978, kesi 440 za rushwa zimetolewa uamuzi mahakamani ambapo jamhuri imeshinda kesi 334. Mheshimiwa Rais, kiwango cha kushinda kesi kilichofikiwa katika kipindi hiki ni asilimia 76 ikiinganishwa na kiwango cha asilimia 67.7 kilichofikiwa mwaka 2022-2023. Mheshimiwa Rais, kazi za uchunguzi wa mashtaka zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 54 mpaka 72. Ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Rais, katika mwaka 2023-2024 TAKUKURU ilishirikiana na wadau wa ndani na wa nje kama ifuatavyo. Ushirikiano na wadau wa ndani. TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa ndani ambao ni wananchi, mamlaka za serikali, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, asasi za kiraia, taasisi binafsi, vyama vya siasa, vyama vya ushirika, taasisi za umma, zikiwemo zinazohusika na usimamizi wa sheria pamoja na vyombo vya habari.